Tuelekee kaunti namba 34 sasa, ambapo katibu wa idara ya unyunyizaji maji mashamba Ephantus Kimotho amezindua mradi wa maji wa thamani ya shilingi milioni 250 ambao utatumia maji kutoka chemichemi za Olgulului eneo la Amboseli huko Kajiado. Mradi huo ambao unatekelezwa kwa kipindi cha miaka miwili unalenga kuongeza maji ya unyunyizaji mashamba katika eneo hilo na kuhakikisha upatikanaji wa maji ya kutosha kwa binadamu. Huyu hapa Nancy Kering uijen maahapa kwa tuambia, kuna dalili ya maji mingi sana hapa Amboseli, na ile spring tumeenda ya kwanza enye tumeenda kufizi leo, tulipofika hapa tumeona iko na maji mingi sana one day, ama kwa risalili moja inatoa 360,000 liters. Hiyo ni 360 lita, lakini ile tutakuwa tukitap kama vile CC amesema, for now, tukianza itakuwa 140,000 liters. Ara sisi yes. ameona... kama Mheshimiwa maji anakuja, anakuja anakuja anasaidia na sisi anayosaidia watoto na ng'ombe na mama Mheshimiwa. Hata kama maji yanakuja na kaa kubwa, lazima watu yanakuja na limu. Tuko na a stream hii ina Amboseli, ambayo maji yatakana itapiwe ni seli ya maji kumwagika kwa paka kama kwa haribu ni uh, kwa itumiki vizuri huko. Tayari umetafutia bajeti ya shilingi milioni 253, ili kutapia maji na kuleta paka hapa, ili watu wetu watumie kwa ukulima, watu wetu watumie kwa mifugo zetu, watu wetu watumie kwa sababu ya maisha yao tukiwa katika masuala hayo hayo